azeni niwaambie kitu wasichana, nimekuja wasichana, nimekuja ku wanawake vitu wanatufanyia wanaume mpaka polisi uelezee hizo vitu mwanaume haitwe. na kwamba, hizo vitu zitabadilishwa. Jana, niliona kitu pale kwenye tulikuwa na wale wasichana walikuwa watatu. Mmoja mmoa ako karibu kumaliza contract, ni mu Ethiopia, mu mwingine ni Ethiopia. Wa kwanza ako 18 mwingine ako 16 na kuna mu Uganda yake. Sasa huyu brother ya boss wangu ni mzuri Pozi wangu wa kiume ni mzuri 100%. Alafu kwao wote ni wazuri hadi mama yao ni mzuri. Mama yao mimi naenda nikakalie kitanda yake. Mimi naweza kaa anywhere kwenye nataka. Mimi naweza kula anything yenye nataka. Sasa kuja huyu msichana mwenye ameolewa. Lakini mkumbuke ni chakuba, lienda, kwa mchomba. Kwa hivyo ni sister tu. Wanachuana. Sasa wamenyang'anywa simu. Huo demu huyu muuganda mu alinyanganywa simu ako na week. Nilimwambia aende agome, atapewa simu yake. Aende agome vizuri, atapewa simu yake. Akaniambia ataacha imwezeshe hiyo nyingine, atatoa drama. Nikamwambia atoa drama, sawa sawa, simu utapewa, na niko na imani atapewa. Sasa katika harakati zetu za kuua tukafika kwa nyumba, nikaambia madam wangu, ah, kwa Mbona huu mzee wako ni mzuri kuliko bradha yake? Akaniuliza kwa nini naona hapo, nikastori, nataka kupasa auti katoke. Akaniuliza kwa nini, nikamwambia, imagine ule msichana mwenye anafanya kazi huko walimnyanganya simu, hawataki wa communicate na kwao. Akastuka akaniambia ati, nikamwambia yeye eh, awampe atakiwa kwa rumu yao. Nikamwambia awampei awampe, mimi ndio nimempea yangu, kwa sababu nilijua nilipatwa nikiwapea, nikajua nitasemwa, nikajisema mapema. Unaona, sasa nilikuwa nachezea Nikamwambia ndio leo ni mimi ndio nimewapea simu kila mtu akaongea kwao. Akastuka akaniambia uko serious? Nikamwambia niko serious. Nikamwambia hapana. Yule mwanaume ni mzuri. Mbona anafanana na bwanangu? Nikamwambia hapana. Siku hizi ni mbaya. Kwanza yeye ndiye alienda akanyang'anya msichana simu. Kaniambia uko serious? Nikamwambia eh. Aka, akakuwa kama amestuka. Nikamwambia wacha, usistuki hapo. Hawakalii kiti vile nimekaa hivi, wanakaa chini. Au hawatumiki kikombe vile natumia hivi wanatumia ya plastic. Ukikutwa na kikombe unaambiwa uiweke siku tatu na Clorox. Akastuka. Akaniambia si wamewatoa kwa contract, eh. Na wamewapima wako na medical yote. Kwa nini wanakufanyia hivyo? Nikamwambia mimi hapo sasa sijui. Nyinyi, nauliza nyinyi kama Waislamu, mbona anafanya hivyo? Akaniambia si hivyo wote. Na anaomba, nikamuuliza na anaomba ngara wapi pale mara saba. Akaniangalia akacheka. Immediately alichukua simu akapigia bwanake. Nikasikia kimpea story. Sasa, chukua kama bwanake atauliza brada yake hivyo, atauliza brada yake brada yake atapea ule msichana simu. Nili wambia kama unataka ukae na msichana vizuri, vile umekaa na mimi, kuwa vile uko hivi. Ni seti free, we kama nikerera, nipigie, we kama ni kazi, nipangie, ni ni, lakini mambo na simu yangu niwache naye sicta